Usisahau kusubscribe like, na kubonyeza alama ya kengele. Baada ya kubaini, tumemkamata mtuhumiwa mmoja tumemkamata mtuhumiwa mmoja akiwa na akiwa na simu 24 pamoja na laptop 11 pamoja na watuhumiwa wengine watatu ambao wanajiita kama Mawinga huyu mtumia alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Jonas Richard miaka ishirini na tisa Jonas Richard. Sasa ukasema, huyu mtu haiwezekani, ay akawa na simu ishirini na yeah, nne pamoja na laptop kumi na moja, sio fundi, sio nane, ameshinda kudhibitisha. Ukasema ipo aje sasa ya jeshi la polisi kuwahusisha wadau mbalimbali, ikiwemo mafundi wa simu au vifaa vya kielektroniki simu pamoja na TV kwa hiyo ndio maana tumewaita. Lengo kubwa ni kushirikiana kwa pamoja katika kuzuia kubaini na kutanzua uhalifu, uhalifu wa uvunjaji na wizi hiyo hiyo. Lakini tumeazimia kwamba kila mmoja wetu atimize wajibu wake, asababu tulikuwa tuna TCRA, polisi, pamoja na hawa mafundi simu eh, mafundi wa televisheni, lakini na wauzaji wa vifaa hivi vya kielektroniki. Sasa ni hizi used electronics. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba kila mtu atimize wajibu wake, anapoomba haki basi atimize mbali. Hayo yote mafundi io wavi vifaa vya elektroniki pamoja na wauzaji wa hivi vifaa wasijihusishe na uhalifu, wasifiche wahalifu lakini watoe taarifa za uhalifu na uhalifu. Kwa hiyo sasa wote ambao kwa namna moja ningine, wat, kupicha, au nyingine watashiriki katika uhalifu, aidha kuficha au kuuza au kupokea mali za wizi, basi na wao wa, watawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Kikubwa, kikubwa ambacho tunawasisitiza wananchi waache kupokea mali za wizi, kupokea mali za wizi na mara nyingi zinaweza zikafahamika kwa sababu mali hizo nakuta zinauzwa kwa bei ya chini kabisa, na huyo mtu anayeuza kumwangalia hali yake, kwa kweli hali yake hairidhishi na kitu ambacho anachokuletea. Kwa mfano kitu cha thamani ya shilingi milioni tatu, mtu anamuuzia mtu shilingi elfu hamsini. Kwa hiyo kupokea mali ya wizi ni hatari, kwa sababu inawezekana mtu asiangalie asia mali tu, lakini aangalie hiyo mali imepatikana nde mwingine, mali hiyo imepatikana kwa makosa ya kuvunja na kuiba, lakini hata mauaji na unyang'anyi wa kutumia silaha. Sasa mtu anapokamatwa na ile mali, inaweza kuwa ni simu eh, au ni hizi televisheni akaiba akakutwa nayo, ukakuta anaingia kwenye hatia au anaingia kwenye tuhuma kubwa za mauaji au unyang'anyi wa kutumia silaha kwa sababu ya kupokea. Asante. Majina anaitwa Emmanuel Julius Goliano, ni kiongozi wa mafundi simu kwa mkoa wa Dodoma. Na sababu ambayo imetuleta hapa leo ni mkuu wa polisi wa mkoa wa Dodoma alikuwa anataka kuongea na wadau wa simu, na lengo la kuongea na wadau wa simu kwamba wizi umekithiri mkoa wa Dodoma na simu nyingi zinaibiwa na hazipatikani, na jeshi la polisi lilikuwa limeona kwamba tatizo au chanzo au sehemu ya uhalifu na mafundi simu pia si ajue kama ndivyo ilivyo au sivyo ilivyo. Naye hapo maazimio ambayo tumekubaliana, ambayo kimsingi ameyataja PC. Azimio la kwanza ni kwamba yeye kama kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma atahakikisha askari wake wanakuwa waadilifu, wanatenda haki na wanafanya kazi kwa uadilifu redi kabisa lakini azimio la pili ameweka mkazo kuhusiana na ushirikiano kati ya jeshi la polisi TCRA na mafundi simu. Na azimio la tatu afundi la PC, ameweka mkazo kwamba sisi wote mafundi simu, jeshi la polisi, mapolisi, jeshi la polisi na na TCRA, kila mmoja afanye kazi, kila mmoja atimize wajibu wake, afanye kazi sawasawa na wajibu wake ambavyo unamtaka afanye. Uh, okay, kwa majina anaitwa Amina Abdueli ya yeah, miaka mimi na miaka mitano ya kutengeneza simu. Uh, mwizi, kila mwizi ana tabia zake. Kuna mtu anakuja ni mwizi, amevaa vizuri yuko smart, ukimuuliza uh, okay, maswali anaweza kutetemeka. Na kuna mwingine anakuja yuko ni mchafu, tunasema sisi Waafrika tunasema wachafu ndio wezi. Lakini anavaa suti na meiba. Mimi namtambua kipekee, mimi namtumia Mungu, kwa hiyo nitamtambua. Moyo wangu kikataa, nakata kufanya kazi yake. na haya mafunzo sasa yanakuongeza ni okay. kuhusu swala ya uh, mafunzo ambayo nimekutana nayo kwa kiongozi RPC, ametusaidia ni kweli, tulikuwa tukifanya kazi na matapeli au na wezi wa simu, lakini kwa sasa hivi kwa mafunzo tuliopewa, tutawatambua wale wezi wetu na tumepewa mikakati kwa ajili ya ku register na hata kama utakuwa umeiba simu umeitumia au umeshatengenezewa pia, ili kutumika kwa mafunzo yapo sasa hivi, utakamatwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele.